Unasema maneno ya tochi Nas, nasikia, nasikia mambo imefanyika kule Naivasha ya ajabu, sijui kama mmesikia. Ile basi ambaye wanawekelea atiligonga jirongo iko kwa, kwa police station kule Naivasha, basi iliwaka yenyewe basi ngoja niwaambie, basi ikawaka mataa, ikawaka mataa ndani ya police station, hata maskari wakatoroka. Nikasema wa, kumbe Watiriki ile tochi wanasema imeanza kufanya kazi. Tochi ya wazee Watiriki imeanza kufanya kazi, kwa hivyo msije mkawa na wasiwasi hawa watu.